Leo na kusafirisha hadi kwenye mojawapo ya maajabu makubwa ya Afrika Mashariki, si mahali pengine bali ni kwenye Ziwa Victoria. Je, unajua Ziwa Victoria ndio ziwa kubwa barani Afrika na la pili kwa ukubwa duniani, licha kuwa ya kuwa lipo ndani ya nchi tatu za Afrika Mashariki? Twende tukalichunguze kwa undani ziwa hili, karibu The Story Side. Ziwa Victoria ni ziwa kubwa zaidi barani Afrika, likiwa la pili kwa ukubwa duniani baada ya ziwa Superior ambalo linapatikana nchini Marekani na Kanada. Ziwa hili lina ukubwa wa kilomita za mraba 69485. Kina cha wastani cha Ziwa Victoria ni mita 40 na kina kirefu ni mita 83. Ziwa hili lipo ndani ya nchi tatu za Afrika Mashariki, yaani Tanzania, Kenya na Uganda. Ijapokuwa asilimia 49 ya eneo la ziwa hili lipo ndani ya mipaka ya Tanzania. Ziwa hili lilivumbuliwa na wazungu mnamo mwaka 1858 na mpelelezi maarufu aliyejulikana kwa jina la John Hanning ambaye alilipa jina Victoria kwa heshima ya malkia Victoria wa Uingereza. Hata hivyo, kwa wenyeji wa kale, ziwa hili lilikuwa na majina mbalimbali kulingana na makabila yao, kama vile Nyanza na Ukerewe, jina ambalo bado linatumiwa na baadhi ya wakazi wake. Ziwa hili lilianza kujitokeza takribani miaka milioni 400 iliyopita kutokana na shughuli za kijiolojia na mabadiliko ya mto Nile. Linajulikana kwa kuwa mojawapo ya maziwa ya kale duniani likiwa na historia ndefu ya mabadiliko ya mazingira. Kwa miongo mingi, Ziwa Victoria limekuwa chanzo kikuu cha maisha kwa jamii zinazolizunguka ziwa hili. Ziwa Victoria ni tegemeo kubwa kwa zaidi ya watu milioni 40 wanaoishi kando ya maji yake. Linatumika kwa maji ya kunywa, uvuvi, umeme wa maji, usafiri na kilimo. Ziwa Victoria ni maarufu kwa uvuvi wa samaki wa sangara na sato ambao huchangia sehemu kubwa ya uchumi wa Tanzania, Kenya na Uganda. Uvuvi wa sangara unaleta mabilioni ya shilingi kwa mataifa haya kupitia biashara ya ndani na nje. Maji kutoka ziwa Victoria hutumiwa kuzalisha umeme kupitia bwawa la Owen Falls huko Uganda. Ziwa hili linatumika kama njia ya kusafirisha bidhaa kati ya Tanzania, Kenya na Uganda kwa kutumia meli kama MV Victoria, MV Uhuru na MV Kaawa. Ziwa Victoria sio tu ziwa la kawaida, lina maajabu ya aina yake ambayo yanavutia wanasayansi, watalii na hata wenyeji wake. Ziwa hili lina aina za samaki zaidi ya 500, ikiwemo sato ambao tunaweza kuwaita tilapia, lakini pia kuna sangara, hawa wanaitwa Nile perch, na dagaa wa Victoria. Sangara ni moja ya samaki wakubwa zaidi wanaopatikana katika maji safi. Hata hivyo samaki huyu aliletwa kutoka nje na kusababisha kupotea kwa baadhi ya samaki wa kienyeji katika ziwa hili. Kuna visiwa vingi, kimojawapo kikiwa visiwa vya Saanane vilivyopo Tanzania, ambavyo sasa ni hifadhi ya taifa. Pia kuna visiwa vya Sese huko Uganda, ambavyo ni maarufu kwa uzuri wake wa kitalii. Maeneo ya kando kando ya ziwa hili yanahifadhi viumbe mbalimbali wakiwemo mamba wakubwa na nyoka hatari kama koboko. Wanyama kama viboko na ndege wa aina nyingi pia hupatikana katika maeneo haya. Kuna zaidi ya aina 400 za ndege kama vile tai, korongo na bata maji. Mito mingi huingiza maji katika ziwa Victoria, ijapokuwa mto Kagera ndio mto mkubwa unaolisha zaidi ziwa hili. Ni mto ambao huanza safari yake kutoka Rwanda, Burundi na hatimaye kuingia Victoria. Usichokijua, ziwa Victoria ni chanzo kikuu cha mto Nile. Ukianza safari yake kutoka hapa ukipita katika milima ya Ethiopia na kuingia Misri kuelekea bahari ya Mediterania. Ziwa Victoria ni chanzo muhimu cha uvuvi hasa kwa samaki aina ya sato na sangara. Samaki hawa wanasafirishwa ndani na nje ya nchi na kuchangia pato kubwa la fedha za kigeni. Maji ya ziwa hili hutumika kwa umwagiliaji wa mashamba ya mpunga, mboga mboga na mazao mengine. Hii ni muhimu sana kwa wakulima wanaoishi karibu na ziwa hili. Ziwa Victoria ni njia kuu ya usafiri wa majini kati ya Tanzania, Kenya na Uganda. Meli na boti nyingi hutumika kubeba mizigo na abiria. Na hivyo kurahisisha biashara kati ya nchi hizi tatu. Watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani hutembelea Ziwa Victoria kwa ajili ya kufurahia uzuri wake wa asili, safari za boti na uvuvi wa burudani. Miji mingi inazunguka ziwa hili kama Bukoba na Mwanza nchini Tanzania hutegemea maji ya Ziwa Victoria kwa matumizi ya majumbani. Licha ya umuhimu wake mkubwa, Ziwa Victoria linakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali. Changamoto ya kwanza ni uvuvi kupita kiasi. Samaki wanavuliwa kwa kasi kuliko uwezo wao wa kuzaliana, jambo ambalo linahatarisha uwepo wa viumbe hawa wa ziwani. Changamoto ya pili ni kukithiri kwa magugu maji. Magugu maji yamekuwa tatizo kubwa kwa uvuvi na usafiri katika ziwa hili. Changamoto ya tatu ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Kupungua kwa mvua na kuongezeka kwa joto duniani kuna athiri kiwango cha maji katika ziwa hili. Changamoto ya nne: uchafuzi wa maji. Miji inayozunguka ziwa hili inachangia uchafuzi wa maji kutokana na viwanda na shughuli za kilimo. Ziwa Victoria ni hazina kubwa kwa Afrika Mashariki na kwa dunia nzima. Ni jukumu letu sote kuhakikisha linabaki kuwa chanzo cha maisha kwa vizazi vijavyo. Serikali za Tanzania, Kenya na Uganda zimeanzisha miradi ya kulinda ziwa hili ikiwa ni pamoja na kudhibiti uvuvi haramu na kuondoa magugu maji. Miradi ya utalii na uhifadhi inaendelea kuimarishwa ili kuhakikisha ziwa linabaki kuwa chanzo cha maisha kwa vizazi vijavyo. Wanasayansi wanapendekeza matumizi ya uvuvi wa kisasa na endelevu ili kuzuia kupungua kwa idadi ya samaki katika ziwa Victoria. Je, umewahi kutembelea ziwa Victoria? Unafikiri hatua gani zichukuliwe ili kuhifadhi ziwa hili? Toa maoni yako kwenye comment. Hii ndio The Story Side, mahali ambapo historia haiishi bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata. Hapa, The Story Side.